Ndugu washiriki, TCRA imefanya jitihada mbalimbali ikiwemo mpango wa kuratibu uanzishwaji wa, wa vilabu vya kidigiti yani digital clubs. Majukwaa hayo ni mahususi kwa ajili ya kuwakutanisha pamoja wanafunzi wa ngazi zote za elimu ili kuhamasisha kusoma masomo ya STEM na kujifunza teknolojia za kidigiti. Napenda kuwahimiza wote muwe mabalozi kwa wenzenu huko mashuleni na vioni mwahimize kuchangamkia fursa hii ya kujiunga na kuanzisha vilabu vya kidigiti vinavyochangia kwa kiasi kikubwa kuongeza ujuzi wa teknolojia na hivyo kuweza kujiandaa ipasavyo kunufaika na fursa nyingine mbalimbali mbali zinazokuja na TEHAMA. Vilevile, natoa wito kwa walimu na wakufunzi wa shule kuanzia za awali, msingi, sekondari na vyuo hapa nchini kuanzisha vilabu vya kidigiti yani digital clubs kwenye maeneo yao, ili kuhamasisha vijana wetu kuwa na ujuzi wa tehama ambao utatusaidia kuleta ufumbuzi wa changamoto mbalimbali katika jamii. Wanafunzi wote mliohudhuria hapa, mkirudi shuleni kwenu, mkawe mabalozi, mkawe kuwaeleza wenzenu mambo makubwa mliojifunza kuwaeleza wenzenu mambo makubwa mliyoyaona na kuwaeleza wenzenu kwamba watoto wa kike na wenyewe wanaweza kusoma masomo ya sayansi. Nitumie nafasi hii kuwaelekeza katibu mkuu wa wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari aangalie njia ya kuwashirikisha TCRA na UCSAF ambazo ni taasisi zilizo chini ya wizara ninayoiongoza kuhakikisha maazimisho haya yanafanyika kwa pamoja katika kushirikiana, kuona jinsi gani kila taasisi inaweza kuwa na jitihada zake kama tunavyoona hapa kwa TCRA. Lakini maazimisho yanaweza kufanyika kwa pamoja kama tulivyofanya wiki iliyopita pale Arusha na nau, na wiki hii tunafanya na TCRA. Ni vyema kwa mwakani tuangalie na kujipanga kwa pamoja kama taifa kuweza kuona jinsi gani tunaweza kuwa na maazimisho makubwa zaidi katika kuhakikisha mtoto wa kike anakuwa sehemu ya mapinduzi ya uchumi wa kidijitali kwa kuhakikisha anafahamu umuhimu wa matumizi ya tehama kwa maendeleo ya taifa letu. Ndugu washiriki, naomba nikamilishe hotuba hii kwa kusema kuwa msingi wa uchumi wa kidigiti unajengwa na yote yaliyozungumzwa hapa, unaanza na wewe mtoto wa kike. Kwa pamoja, tuwajibike ili tuweze kujenga taifa lenye wasichana na wanawake mahiri na wabobevu kwenye sekta ya tehama na hivyo kuweza kushiriki katika uchumi wa kidigiti. Siku ya Kimataifa ya wa wasichana katika tehama inaadhimishwa kila Alhamisi ya nne ya mwezi wa nne wa mwaka, kila mwaka. Hii inafuatia makubaliano ya nchi wanachama wa shirika la mawasiliano duniani ITU, International Telecommunication Union. Kuhimiza wasichana kupenda kusoma masomo ya sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati. Kwa kifupi, tunaita STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Amathemati. Uh, nchi wanachama wa ITU uh, pia zimekubaliana kuhamasisha wasichana na wanawake kushiriki katika kazi na taaluma zinazohusisha Yani, science, technology, engineering pamoja na hisabati. TCRA kama mwanachama na mjumbe wa baraza la utendaji la ITU inaendeleza jitihada hizi kwa kuendesha mafunzo yaliyojikita kwenye masomo haya kwa wanafunzi wasichana kuanzia shule za awali eh, hadi vyuo vikuu kama ambavyo umejionea mwenyewe kwenye mabanda hapo nje. Madhumuni ni kuwapa hamasa ya kubuni teknolojia za kidijiti kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali mbali na changamoto ambazo zipo au zinazunguka kwenye jamii yetu. Mafunzo haya yanalenga sio tu kuhamasisha wasichana kupenda masomo ya STEM bali pia kuwajengea hali ya kujiamini na kuthubutu na kuchangamkia fursa ambazo zinaletwa na ulimwengu huu au uchumi huu wa kidijiti. Mheshimiwa Waziri, kama unavyofahamu au tunavyofahamu, msingi wa maendeleo katika jambo lolote ni kupata mafunzo sahihi na kutumia taaluma wezeshi kwa manufaa binafsi na kwa jamii kwa ujumla. Kauli mbiu ya siku hii ya siku ya kimataifa ya wasichana katika Tehama kwa mwaka huu ni mageuzi jumuishi ya kidijiti. Lengo ni kuongeza chachu katika mafunzo na ujuzi wa kidijiti kwa wasichana na wanawake wanaotoka kwenye mazingira mbalimbali mbali, na kuwawezesha kuongeza ubunifu katika sekta ya Tehama. Mheshimiwa Waziri, si tunaamini kwamba tukiwaandaa vizuri hata zile startups, au vile vikundi vya kubuni vitaendelea kuwa kwa wingi hizo nyakati zijazo. Mheshimiwa Waziri, kwa kutambua umuhimu wa kuwajengea uwezo na ujuzi wa kidijiti vijana hasa katika zama hizi za kiuchumi wa kidijiti, TCRA inaendeleza jitihada za kuhamasisha uanzishwaji wa vilabu vya kidijiti katika shule za awali, shule za msingi, shule za sekondari na vyuo vikuu pamoja na vyuo vya technicals vya kiufundi. Mpango huu unawezesha wanafunzi kujumuika katika kuongeza ufahamu wa masuala ya teknolojia za kidijiti na kutengeneza miradi inayohusisha tehama kwa lengo la kutatua changamoto za kijamii na za kiuchumi. Vilevile unawawezesha kujiweka katika nafasi nzuri zaidi ya kushiriki kikamilifu kwenye uchumi wa kidijiti na kunufaika ipasavyo na fursa zinazoletwa na uchumi huu wa kidijiti. Majina, naitwa Sofia Edward Michael. Natoka shule ya Zanzibar Commercial na ni mwanafunzi wa kidato cha nne. Sisi tumeweza kuliona tatizo ambalo linaikabili jamii yetu, yani tatizo kubwa linaloikabili jamii yetu ndo lile kukosekana kwa mbinu bora ya ufuatiliaji, kwa sababu tunajua hapa nchini kwetu kitu kikuu tunachokitegemea ni bahari ili kukuza uchumi, ndio maana kuna kampeni ya uchumi wa bluu kwa hiyo tukaona, yani, katika jamii yetu na wale maaskari wa baharini hawana ile mbinu bora ya kufuatilia wale watu wanaoiba au wanaoharibu mazalia ya samaki na kuharibu uvuvi endelevu. Ndio maana tukaona tatizo lile tuje tuliwakilishe na tu, tumetumia vipi ndege nyuki kwa, ku, kwa kulitatua lile tatizo. Kama Neema Mbaza, Shilas, Kambaydi, kwa majina Muharami mamharam nasoma shule ya sekondari Jangwani kidato cha pili, atulimundua kwamba sisi kama special needs, kuna group ambalo inapata sana challenge katika, katika kufanya activities mbalimbali mbali. Nalo ni group la vipofu, tukaamua tuje na idea ya kutengeneza smart cane ambayo itamwezesha yeye kufanya activities mbalimbali mbali bila assistance ya mtu mwingine, yani hahitaji kuwa na mtu anayemsaidia kila wakati yeye atakuwa na uwezo wa kufanya vitu vyake mbalimbali.